Kupitia njia hii ya kutumia uzi na uwezo wa kusuka nywele nyingi zaidi. Hii rasta ninayotumia hapa ni jeli kali, nitaipachika kwenye kibutu cha nywele ya mteja wangu, alafu nitatumia uzi. Uzi nimetumia uzi mmoja tu, hivi ambavyo naona kwa uzi wangu, nitakuwa kama na usokota kwa, nitasokota upande wa chini kuja upande huu wa juu, lakini wakati nasokota nywele yangu, kumbuka kwamba rasta hii ya jeli curly ina usukaji wa aina nyingi tofauti tofauti, lakini hii pia ninakufundisha hapa ni njia mojawapo. Baada ya kusokota uzi wako, hakikisha unaibana nywele ya mteja na kuitwist sasa, katikati ya zile spring za rasta sawasawa. Kwa hiyo nita twist nita twist mpaka mwisho na nita twist mpaka mwisho wa nywele yangu, kwa sababu nataka hii nywele ibaki na mawimbi hivi hivi mpaka pale ambapo mteja wangu mimi ataamua kuifumua. Naomba nikukumbushe jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Tunawakaribisha sana kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Namna ya kujiunga na chuo namba ni hizo ambazo unaziona katika screen, na uzuri ni kwamba nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Karibuni sana. Una swali na chochote, niandikie kwenye comment. Wakati nasokota nywele yangu kwa wale ambao tayari tumesha kusuka aidha utumbo kwa kutumia uzi, njia ni ile ile, tofauti hapa tunatumia ni rasta ya jeli kali sasa. Na kitu kizuri ambacho unapaswa kuzingatia ni kwamba ukisokota uzi mpaka mwishoni, ni kuhakikishie nywele haitofumuka, yaani haitofumuka, itakuwa ni imara, lakini pia mteja atakapoifumua atakuwa na uwezo wa kusuka hata zile twist ndogondogo za micro twist, na wa kutumia rasta hii hiko, unaweza kuitumia zaidi ya mara mbili mpaka mara tatu. Umeshajifunza kusuka nywele kama hii, umejua kuisuka, unatamani kuingia kwenye magrupu yetu sasa uweze kutuma ile feedback yako, unatakiwa kufanya ingia, yeah, YouTube, tafuta Farida Othman, gusa button iliyoandikwa subscribe, kisha njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaiona katika screen yako. Karibuni sana sana sana Sawa, mwishoni kabisa nitai twist. Umeona nimetwisti mpaka mwisho kabisa, yani uzi nimeenda mwisho kabisa ambapo rasta yangu imeishia. Ukiwa mvivu, hawezi ukapata matokeo haya ambayo mimi nimeyapata leo, sawasawa. Rasta nilotumia inaitwa Jelly Curl, hii hapa ni kutoka Darling Tanzania, na mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy na hii ni Final Touch. Wateja ambao mnahitaji kusuka nywele kama hii, karibuni sana, naweza kabana style za tofauti tofauti. Niseme asante na endelea kujifunza nasi. Na karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, bye bye.